Kwa kuwa niliona nimepata mahali pa kujistiri na pia kazi yenye heshima kidogo. Nilianza kazi kama mlinzi na nilifanya kwa moyo wote. Na nikikumbuka hali ya nyumbani, nilikuwa makini sana, na nikamheshimu bosi wangu na watu wote waliomzunguka na kunizunguka mimi. Nilikuwa nikiamka mapema nasafisha gari la bosi na geti pia nalisafisha na kuhakikisha kila kitu kipo sawa kabla bosi hajatoka nje. Miezi kadhaa ilipita nikiichapa ile kazi kwa bidii, bosi wangu alianza kuniamini zaidi, akanipa majukumu zaidi, kama kunituma nipeleke nyaraka ofisini, ili siku hangeweza kwenda ofisini. Hatimaye alinipandisha cheo na kunifanya msaidizi wa pale ofisini. Furaha ilinijaa siku ile aliponiambia kuwa kutoka leo Juma, hautaendelea kulinda getini, utaenda na mimi ofisini ili ukanisaidie kwa kazi ambazo ziko pale ofisini. Hmm. Kutoka hapo mambo yalibadilika, na bosi akanifanya kuwa mtu wake wa karibu na rafiki pia. Alianza kunifunza jinsi ya kuendesha biashara kuwasimamia wafanyakazi, na hata mara nyingine aliniacha nihudhurie mikutano mikubwa ya kampuni na hata kufanya maamuzi makubwa ya kampuni. Miaka mitano ikapita, bosi akanifanya kuwa meneja mkuu wa kampuni yake.